Kwa wale ambao wanafuatilia vizuri zaidi mgogoro unaoendelea kati ya Iran pamoja na Israel, wanaweza kukubaliana nami kwamba Iran ni kama walikuwa wameusubiri kwa kipindi kirefu sana huu mgogoro na walikuwa natamani sana waone hiyo Israel inaingia kichwa kichwa katika eneo la mapambano waende wakapambane na hiyo Iran. Sasa hasara imeendelea kuwa kubwa, kubwa sana pale nchini Israel mara baada ya Iran ni kufanya mashambulizi ya hapa na pale, mashambulizi ambayo yanaonyesha kwamba Iran walikuwa wanasubiri sana mapambano hayo. Kwa nini ninazungumza hivi? Ni baada ya yale ambayo yamefanywa na Iran leo, ambapo amefanya mashambulizi makubwa sana katika taifa la Israel, na mashambulizi yenyewe haya ambayo yamefanywa leo ni mashambulizi ambayo Israel pengine walikuwa hawajategemea. Watu 17 wamejeruhiwa baada ya Iran kuishambulia Haifa ambapo zaidi ya 240 wauawa na wengine 1277 kujeruhiwa nchini Iran baada ya mapigano ambayo yamechukua takribani wiki moja. Rais wa Marekani bwana Donald Trump amesema ataamua kama atajiunga na kampeni ya Israel dhidi ya Iran ndani ya wiki mbili zijazo. Hii ni kwa mujibu wa kauli ambayo imetolewa na afisa habari wa ikulu ya Marekani anayefahamika kama Carolin Alivet. Anasema, kulingana na ukweli kwamba kuna nafasi kubwa ya mazungumzo ambayo yanaweza au yasifanyike na Irani hata siku za usoni, nitafanya uamuzi wangu wa kwenda au kutokwenda ndani ya wiki mbili zijazo ni kauli ambayo imezungumzwa na rais wa marekani bwana donald trump katikati ya mzozo wa wiki moja wa teheran pamoja na israel kombora la iran limeripotiwa kushambulia kituo cha matibabu katika mji wa kusini mwa israel wa Beersheba mapema na kufuatia shambulizi hilo waziri wa ulinzi wa israel bwana israel Katz amesema kuwa kiongozi mkuu wa iran ali khamenei hawezi tena kuruhusiwa kuwepo ulimwenguni Wakati huo Israel imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ambayo yamelenga miundo mbinu ya nyuklia ya Iran na mitambo ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na kinu cha nyuklia cha kule Arak. Waziri wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Operation Rising Lion, mfululizo wa mashambulizi ya makombora dhidi ya Iran, imeharibu kwa kiasi kikubwa mpango wa nyuklia wa jamhuri ya Kiislam. Jerusalem magharibi inadai kuwa imepiga maeneo muhimu ya nyuklia huko Natanz, Isfahan pamoja na Fordow ambapo shirika linalodili na masuala ya silaha za nyuklia IAEA imethibitisha uharibifu wa vituo vya Natanz pamoja na Isfahan. Kwa mujibu wa kundi la wanaharakati za haki za binadamu lenye makao yake mjini Washington, mashambulio ya Israel yamesababisha vifo vya Wairani wasiopungua wa 639 wengi wao wakiwa ni raia tangu mapigano hayo yalipoanza Ijumaa ili iliyopita. Maafisa wa Israel wenyewe wameripoti vifo 24. Urusi yenyewe imelani mashambulizi hayo ya awali ya anga ya Israel na kutaka kusitishwa kwa mapigano hayo ambapo rais wa Urusi bwana Vladimir Putin nakumbuka alizungumza na mwenzake Urusi, Asim, na na ambavyo, wa pale Urusi kwa njia ya simu na wakajadili namna gani ambavyo wanaweza wakasitisha hayo mapigano Moja kati ya kampuni kubwa sana za usafirishaji wa makontena ambazo zinafahamika kama Maersk, kampuni kubwa ya kimataifa ya usafirishaji wa makontena yenyewe imetangaza uamuzi wa kusimamisha kwa muda mpango wa kusafirisha meli katika bandari ya Haifa ya Israel na pia kusitisha kukubalika kwa mizigo aa, kupitia pale Haifa. Katika taarifa yake ambayo ameitoa kampuni hiyo ya Denmark imetaja hatari zinazowezekana kwa usalama wa wafanyakazi wao huku kukiwa na mabadilishano yanayoendelea ya mashambulizi ya makombora kati ya Israel pamoja na Iran. Mji wa bandari uliopo kaskazini mwa Israel umekabiliwa pia na mashambulizi makubwa ya roketi ya Iran ambapo kampuni hiyo kubwa ya Maersk ya usafirishaji imeongeza kuwa iko tayari kutathmini upya uamuzi wa huu mara moja, na itakapokuwa salama basi wanaweza wakafanya hivyo, wakisema wanaendelea kuona namna gani ambavyo wanaweza wakaitumia ile bandari ya Ashdod ambayo inapatikana kusini mwa Israel. Akizungumza katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja Mataifa siku ya Ijumaa, balozi wa Marekani katika shirika hilo anaitwa Dorothy Shea amesema hawawezi tena kupuuza kwamba Iran ina kila kitu inachohitaji ili kufikia silaha za nyuklia akisema kwamba hali hii itatokea mara tu kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei atakapofanya uamuzi kwa mujibu wa mwanadiplomasia huyo Marekani Jamhuri ya Kiislamu inaweza kuepuka mzozo huu wa na Israel kama watakubali makubaliano ambayo yanayoizuia kupata silaha za nyuklia Shea ameshutumu Teheran kwa kuchagua badala ya kuchelewesha na kukana kwamba wao hawamiliki silaha hizo za nyuklia. Lakini pia ripoti nyingine zikiwa bado ni za hapo hapo, tumeona viongozi kutoka kule Iran na wenyewe wamezungumza kwamba kamwe hawatokubali kukubali kile ambacho kinazungumzwa na hao wa Marekani. Mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic IAEA Rafael Gross ameonya kwamba ikitokea shambulio kwenye kinu cha nyuklia cha Bushehr nchini Iran athari ya moja kwa moja itasababisha kutolewa kwa kiwango cha juu sana cha mionzi. Shirika la nguvu za nyuklia la serikali ya Urusi, Rosatom, pia lilisaidia kukamilisha na kuzindua kinu cha nyuklia mapema katika miaka ya elfu mbili. Huduma ya dharura ya Israel ya kule Magdan David Adom imeripotiwa kuwa na watu 17 waliojeruhiwa katika mji wa Haifa, watatu kati yao wakiwa katika hali mbaya kutokana na majeraha ya vipande vilivyotokana na mashambulizi yaliyofanywa na hiyo Iran. Shirika la habari la Tasnim la Iran limechapisha video kadhaa ambazo zinadaiwa kurushwa kwa makombora ya ballistic kuelekea Israel na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya kiislamu IRGC. Chombo hiki cha habari pia kimewanukuu maafisa wa kijeshi wa Iran wakisema kuwa wimbi la 17 la Operation True Promise 3 limezinduliwa siku ya leo, wakilenga mji wa tel Aviv, Haifa pamoja na Beersheba ya kule Israel. Lengo kuu la mashambulizi hayo limekuwa ni kwenye vituo vya kijeshi vituo vya anga, vituo vya sekta ya ulinzi pamoja na vituo vya amri na udhibiti, sehemu ya taarifa ambayo imetolewa na vyombo vya habari. Akizungumza katika baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa mjini Geneva, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arach ameisifu, ameikashifu Israel kwa kuendesha vita visivyo vya haki ambavyo amesema vinakiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa. Anasema mashambulizi ya Israel kwenye vituo vya nyuklia ni uhalifu mkubwa wa kivita amesema kionesha hatari zinazowezekana za uvujaji wa mionzi. Kwa mujibu wa Arach, Iran ina haki ya kujilinda, lakini pia kulinda uadilifu pamoja na usalama wa eneo lake. Watu wawili wakiwemo mtoto wa miaka 16 wamejeruhiwa kufuatia shambulio la kombora la Iran, kwa mujibu wa huduma ya dharura ya Magen David Adom. Iran ilirusha makombora kadhaa huko Israel ambapo IDF imesema na kuongeza kuwa ulinzi wa anga unafanya kazi kuzuia tishio hilo, lakini bado kumekuwa na changamoto kubwa ya kukabiliana na mashambulizi hayo. Nalo jeshi la anga la Israel limesema kwamba sasa linashambulia miundo mbinu ya kijeshi magharibi na kati mwa Iran bila kutoa maelezo kuhusu shabaha au mali ambazo imehusika katika operation hiyo. Ufaransa, Ujerumani na Uingereza zitaipatia Iran suluhisho la kidiplomasia katika mazungumzo ya leo mjini Geneva. Rais wa Ufaransa bana Emmanuel Macron amethibitisha jambo hilo, anasema ni muhimu kuweka kipaumbele kwa kurejea mazungumzo muhimu ambayo ni pamoja na nyuklia kuhamia kuwa, mia, kuwa Iran hawana uwezo tena wa kurutubisha hiyo nyuklia palestik, pamoja na kupunguza uwezo wa Irani, lakini pia kupunguza uwezo wa Irani kufadhili vikundi vyote vya kigaidi ambavyo amesema vinavuruga amani katika ukanda huo. Tumeona Israel imeambiwa inatakiwa kuacha mara moja kuishambulia Iran. Imezungumza Urusi pamoja na China kwenye kikao cha baraza la usalama la umoja mataifa, mjini Geneva siku ya leo Ijumaa. China pamoja na Urusi zimeitaka Israel kusitisha mara moja hatua zake za kijeshi dhidi ya Iran, huku Beijing ikihimiza kusitishwa kwa mpango ili kuzuia kuongezeka zaidi kwa mashambulizi, lakini Moscow wameishutumu Israel kwa kupuuza juhudi za kidiplomasia. Balozi wa Urusi bwana Vasil Nebenz amesema vifaa vya nuclear vya Iran viko chini ya ulinzi wa wakala wa kimataifa wa nishati atomic na vinakabiliwa na ukaguzi mkali zaidi. hakuna hata mwanachama mmoja wa baraza hili aliye chini ya uangalizi mkali zaidi, alizungumza Nebenz. Balozi wa China Fu Kong amezitaka pande zinazohusika hasa Israel wasitishe mapigano haraka yawezekanavyo, ili kuzuia mzozo huo usizidi zaidi. Kong amesema hatua ya Israel dhidi ya Iran zinakiuka sheria za kimataifa na kanuni za uhusiano wa kimataifa, kwa hiyo wanahitaji kuweza kusitisha mapigano haya haraka yawezekanavyo, kama wanahitaji kuweza kufanikisha mpango huo. Lakini katika ripoti nyingine, tumeona Iran wenye, na wenyewe tumeona wamekuja na mbinu nyingine ya kufanya mashambulizi, ambapo Iran wamekuja na droni mpya ambazo zimeanza kutumika kule Israel. Jeshi la Iran limethibitisha kuanza kuzitumia kwenye mashambulizi mapya wanayoyafanya kwa sasa pale Israel ambapo hii ni mojawapo ya silaha ambazo zinafahamika kama combat UAV mpya za Iran ambazo zimesinduliwa rasmi na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC mnamo Mei 2021. Alisema hizi silaha kwa hivi sasa zinafahamika kama Gaza, na hizi silaha zinafahamika kama Gaza ikiwa ni sehemu ya heshima kwa Palestina hasa kufuatia mapigano ya Gaza kati ya Hamas pamoja na Israel ya mwaka huo. Hizi silaha zina uwezo wa kukaa angani kwa zaidi ya saa 35 huku zikisafiri umbali wa zaidi ya kilomita 2000 bila kutua sehemu yoyote ile, lakini hizi silaha ni kwamba drone hizi zina uwezo wa kuruka kutoka Iran mpaka Israel takribani kilomita 1800 bila kutua wala kuzimika eneo lolote ile. lakini uzito zina uzito wagu huku zikiwa na uwezo wa kubeba silaha zenye uzito wa hadi kilogramu 500. Iran walitengeneza droni ya Gaza UAV kwa lengo la kuionyesha dunia kwamba taifa lao kwa sasa lina uwezo wa kuzalisha droni kubwa, nzito na zenye matumizi mengi kwa ajili ya mashambulizi ya masafa marefu. Hii ni sehemu ya mpango mkakati wa Iran unaofahamika kama self reliant drone force, kuzuia utegemezi wa zana kutoka nje. Droni hiyo ina kamera za kisasa na za kijasusi lakini pia ina rada za hali ya juu zaidi kwa ajili ya kufanya upelelezi hata ukiwa mbali gani. Lakini hizo droni zinaweza zikakuvuta zikakuzum na kupata picha halisi kutoka katika eneo hilo. Lakini hizi droni zina uwezo wa kubeba makombora sita hadi nane kwa mara moja, ikiwa ni pamoja na zile makombora yanayofahamika kama Precision Guided Munitions, na imetengenezwa na kufanana na muundo wa droni ya MQ9 Reaper ya Marekani, lakini zenyewe zimetumia gharama za chini zaidi.